Sasa mwalimu, ninajua ya kwamba wana madrasa watoto, wanasoma wanaweka Kurani kichwani. Sasa ile teza wasaidia kuwa na elimu ya dini, ama sijue, unaona namna gani? Hapana, madrasa hayawezi kumsaidia muislamu yoyote kuwa na elimu ya kidini. Kwa nini nasema hivi? Bo, madrasa inategemea, ni madrasa inafanya nini? naam. Uh, madrasa zilizokuwepo sasa hivi anasema nini? Wanasema madrasa ambazo zipo kwa leo ni za kuwafundisha Waislamu, mm -hmm. wale watoto kufikia hatua ambayo wanaweza kuisoma Qurani. mm -hmm. Lakini wanaisoma Qurani si kwa kuielewa. Aha. ni kusoma Qurani ili waihifadhi ibakie kichwani, sio kuelewa. Yeleo. Inasema nini? Hapana. Sasa bahati mbaya ni kwamba hata hizi kuna vile vitabu vya mwanzo ambao wanavitumia vinaitwa juzu amba mm -hmm. Zile juzuu ni juzuu ambazo ukiziangalia vizuri, zinampelekea mtoto kujua alif fatha a hadi ufatha a ba fatha ba, e, te kasrati, yani vya namna hivyo, yani kama kasuku tu e, Afadhali hata yaani kama vile wale watoto wa maternelle wanaimba. Ndio, eh? Ndio. A e i o u. Ndio. Mama anaenda sokoni bo. Akifika hata nyumbani unamuuliza mama anaenda sokoni safidili kwa. Anakwambia hatujui, jogi si tunaimba kwa masomo. Kwa hiyo E, watoto wakishamaliza ile etape sasa ya kusoma zile juzuu mm -hmm. ndio ndipo sasa wanaambiwa waende kumadrasa mm -hmm. madrasa ya kufanya nini sasa kuwafundisha Uislamu ni nini, um, mtume wao ni nani, wanatakiwa kufanya nini, umeona mm -hmm. ya namna hivyo. Lakini sasa tatizo ni kwamba watoto wanapotoka kwenye haya madarasa wanakuwa wameshakuwa na umri ambao umeenda, maisha ya kawaida inawasonga, hawana tena muda wa waku, kufuatilia haya mm hayo -hmm. Kisha matokeo yake ni nini sasa? Unakuta Muislamu anafahamu vitu ambavyo hajui tafsiri yake. Na hata kwa wakati mwingine na vile vyenyewe vyenye natakiwa kufahamu navyo havijui. mm -hmm. mm -hmm. Yaani, hiyo ni shida, madrasa haiwezi kutusaidia, na njio nitakutana ya kwamba wengi kabisa wamehifadhi Kurani mm -hmm. lakini ukaleta uka, uka aya fulani mm -hmm. anaijua kichwani, lakini umuulize mafasirio ina, inakuwa shida. Acha, acha tusome haka paragrafi naam, niko kwenye ukurasa wa kumi na inasema hivi mm-hmm. Katika swala ya dini, katika maswala ya dini tusiwe wanafiki wa nafsi zetu. Wengi wetu elimu zetu ni za kurithi kwa mababu na mashehe wetu, na sio elimu za msingi wowote wa utafiti Abo. Rudilia, katika maswala ya dini tusiwe wanafiki wa nafsi zetu Wengi wetu yaani, hapa nakusudia Waislamu wengi, wengi wetu mm -hmm. elimu zetu ni za kurithi kwa mababu na mashehe wetu mm -hmm. na sio elimu za msingi wowote wa utafiti, utafiti. Yaani unakutana mwislamu leo, mm -hmm. leo kuna, kuna picha kuna picha ambayo niliiona nikasema, kwa kweli elimu elimu ya leo ni mtihani. Kwa nini nasema elimu ya leo ni mtihani? mm -hmm. Yaani unakuta mtu anajikaza mtu anajitahidi, mm-hmm. Anasema uh, muimani huyu ni, ni, ni, ni, ni, ni shehe, wanamuita Maulana Hazur muhimu uh, uh, eh, tidini kama kane ni, ni, ni mtu wa Indonesia, mm-hmm. Alikuwa anatoa tafsiri kuhusiana na eh, kuhusiana na nini tena? alikuwa anatoa tafsiri kuhusiana na na, na, na na hadithi moja ya mtume ambayo hadithi ile inasema kwamba Mungu alitoa jua ilikuwa inaangazia mchana um, halafu um, mwezi unaangazia usiku, usiku. Sasa yeye katika tafsiri yake akasema kama Mungu uh, akisema ukubwa wa, wa, wa Mungu ni ku ni, ni, ni, kuwa uh, alitoa mwezi uangazie usiku na jua hakusema jua... uh, jua yang... ah, akasema kwa sababu ni nani anayehitaji mwanga wa jua wakati wa mchana? ni swali swari, shekhe imamu huyo. mm -hmm. Uh, yani ni nani anayehitaji mwanga wa jua wakati wa mchana? Bon, labda kwa muislamu mwingine ambaye anaweza kulisikia hili atasema labda ni... <laughs> labda ni, ni, ni, ni chuki mm -hmm. ndio maana hatuweki nafasi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ukubwa katika hili mm. Uh, huyu alikuwa ame, ame, ametoa, hii ni hadithi ya kati ya Zaidi na, na, na Mtume mm. Muhammad sababu Zaidi alikuwa ni kama vile mtoto wa yani kama enafaa adoptife Ndiye. Yani mtoto wa ku... Yani mtoto, eh, mtoto hukumzaa, lakini unamlea, unamlea ndio kama mtoto wako huyo. Sasa huyu alikuwa anatoa tafsiri ya hadithi ambayo mtume Muhammad alikuwa amemwadopte mtoto mm -hmm. yule mtoto jina lake Zaid, naam. Alimlea akawa kijana, akamuowea, umeona eh, halafu baadaye Muhammad akamwambia amfukuze yule mke wake mm -hmm. Halafu Muhammad akamwoa yule ambo yule mwanamke mumke wa mtoto wake ehe sasa huyu alikuwa anatoa tafsiri anasema we are not believing that Zaid was his son and making fun so our prophet married Zaid's wife so that Zainab can be Zaid's mother that is how our prophet checkmate the filthy kafir yani yeye anaona kwamba Uh, kitendo cha Muhammad kuchukua mke, mke wa mtoto, mtoto wake yani mke wa, yani kama vile ndio mkwe umeona, yani kama vile mkwe wake ndiyo. Yani wewe unamwoa mtoto eh, m, mke, mke wa wa, wa mtoto, mtoto wangu uliye mlea, Naam. Bo, sio mtoto wako wa kuzaliwa lakini ukisha mu, muadopte ni wako na nayo haki ya kukurithi kulingana na, na, na, na, na katiba za leo sasa hapa kwa Muislamu wa kawaida, hiki ndicho ambacho shekhe anatuambia. mm -hmm. Anatuambia wewe Muislamu wa kawaida, kwa nini usiexerse akili yako? mm -hmm. ili kujua verasite ya hadithi, hata vitu ambavyo vinaendana na akili ya kawaida. mm -hmm. Yaani wewe uchunguze, angalau ujiulize, eske etil possible hiki kitu kina... kinawezekana na kama kinawezekana, je Hivi kama mtume wa Mungu hawezi kufanya kitu cha namna hii. Hii hadithi ilitoka wapi? Na pale ndipo ambapo kunatokea sasa kritike za riwayati mm -hmm. Yaani riwayati za vidiri hii hadithi ilitoka wapi? mm -hmm. Nani aliileta ali, aliizungumza mm -hmm. katika mazingira gani? ni, eske ni ya kweli au nya ni ya uongo wongo? Kwa sababu tusipofanya hivyo itatokea uh, wakati ambao hatutakuwa sasa tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna tunatoa tuna tafsiri kulingana na vitu vya kweli, lakini tunatoa tafsiri kulingana na vile ambavyo tulivipokea ndio. mm -hmm. Maana shehe anasema elimu ambazo ziko sasa hivi sio elimu za, za, za, za, ni za kutaka kujua za research mm -hmm. Yani elimu ah, baba aliniambiaka kama um, Muislamu hatakiwi uh, kulala uh, wakati wa asubuhi, yani kuanzia entre six na nevel mle katikati, Muislamu hatakiwi kulala kuzinzia. mhm mm. Sasa wewe hutaki we, kuuliza kwa nini mtu hatakiwi kulala yale masaa muko nini? mhm mm, umeona. mm -hmm. Sasa wewe we, unichukua inakuwa kama tamaduni <laughs> namtaki kuuliza swali, unaweza pigana naye jistema kwa sababu alikuuliza namna hii na. Asanti sana mwalimu. Ndugu msikilizaji, tunashukuru sana kwa maneno mengine. Uh, mwalimu anatafuta kutuambia kwamba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 katika vipindi vingine vyote utaendelea kutufuata. Basi mwalimu unaweza akatuombee kabla hatujamaliza. Basi tuombe. naam abana alladhi fi samawati liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakun mashiatuka ala alardhi kama hiya fi samaa ubzana kafafa na atina alyaum waghfir lana dhunubana kama nahnu naghfir lilmudhnibina ilaina wala tudkhilna fi tajrib lakin najina min ashirir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 0994042164, yaani ukatwita kwa namba hiyo utatupata, na utaangalia namba hiyo itaandikwa hata, uh, hapo mbele utaiona. Swali yako komateri yako maoni yako ni ya maana sana. Basi Mungu akubariki Amin. Amen.